Yakobo ya sura ile ya tano mstari wa 17 mpaka wa kumi na nane. Yakobo sura ile ya tano mstari wa 17 na hadi mstari ule wa 18, na hilo ni andiko la msingi katika hotuba ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Tukabadilisha ratiba safu. Kwa mara ya kwanza tangu TAG izaliwe, tumeweza kuchukua uh, wapentekoste wenzetu waweze kusimamia graduation za vyuo vyetu Mwanza, Arusha na, na Mbeya. Kwa kweli hii inaimarisha umoja, inaimarisha umoja. Sasa twende kwenye somo letu la leo somo letu la leo linasema, nguvu ya maombi, nguvu ya maombi. Kabla sijasoma, naomba nieleze kidogo. Wapendwa wote tuliopo mahali hapa, tuko kwenye mchakato wa kuona moto wa uamsho unawaka na kwa kweli tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tumechoka kuwa na jina la Yesu lisilotenda kazi eh? Tunataka jina la Yesu lenye nguvu, lenye kusababisha mambo yatokee. Lakini ili moto huu wa uamsho utokee, ndugu zangu unahitaji kuni za maombi. Kiberiti cha moto wa uamsho ni Roho Mtakatifu. Sasa katika kipindi hiki ambacho tumepita, nimeanza kuona mambo yanaanza kwenda zigizaga eh? Moto wa uamsho wengine wanajaribu, tunajaribu kuwasha, kuna wengine wanamwagia maji ha? Sasa hii ni nini eh? Hii ni nini pasipo maombi, tutaimba moto wa uamsho, hatutaona huo moto, badala yake tutapata shida ya baridi. Yeah. Pasipo Roho Mtakatifu, narudia tena watumishi wenzangu, tunapompuuza Roho Mtakatifu hakuna uamsho. Hmm. Nimepata shida kuandaa ujumbe nika nina, nina, nina, nikapata shida niandae ujumbe wa Roho Mtakatifu au niandae nguvu ya maombi. Nilikuwa kwenye njia hizo mbili. Nimeshuhudia, nimetembea nchi hii, nimekuta kuna wazee wa kanisa wa makanisa hawajajazwa Roho Mtakatifu. Sasa niseme pole pole, hata yamkini watu wamemaliza chuo cha kupanda makanisa lakini hawajajazwa Roho Mtakatifu. Sitaki niseme habari za vyuo hivi maana nitakosa kualikwa mwakani, kwa inabidi nizuie. Lakini nimekuta kuna maeneo roho mtakatifu, wanasema kuna watu wenye kipawa cha kuwafanya watu wajazwe roho mtakatifu. Hiyo ni imani potofu. Roho mtakatifu, hata mshirika wangu anaombea watu wanajazwa roho mtakatifu. Nitikia amina. Nilikwenda kwenye mkoa fulani takinitaji tulikuwa na kongamano makongamano haya wamsho. Mara nyingi mimi huwa naenda nawasimamia vijana, wanahubiri wanafanya nini, naangalia mambo yanaenda vizuri, nawaambia mimi mzee, nawaangalia nione mnavyoenda. Tukimaliza jioni, tunakaa na tunatathimini, mahali ambapo hawajafanya vizuri nawaambia, hapa bado, hapa fanyeni hivi. Lakini siku ile ikatokea mmoja wa wanenaji ambao ni vijana wetu akawa amepata shida. Sasa kipindi kile nani atahubiri? Akaambia hamna shida, mimi hapa ni, ni nipo kwa ajili ya, ya hayo. Pia kahubiri Roho Mtakatifu. Lile kongamano lilikuwa na watu zaidi ya elfu moja, wachungaji la mkoa, wachungaji, wazee wa makanisa, mashemasi Nikahubiri Roho Mtakatifu, nilishangaa. Sasa ninataka kuita, naita, maana siwezi kuhubiri Roho Mtakatifu nisiite watu kuwaombea. Tukaita watu wa kuombewa ili kujazwa Roho Mtakatifu, zaidi ya watu mia nne. Sasa mi naangalia nasema, wameelewa au hawajaelewa? Lakini wameelewa, maana nilirudia tena, jamani ninataka tuombe kwa ajili ya wale ambao hawajajazwa Roho Mtakatifu. Maombi ndugu zangu, <coughs> inawezekana pia, hata haya yanayotokea haya yaliyotokea Tanzania, tunaweza tukalaumu upande moja, lakini inawezekana pia sisi tumesababisha pengine hatujaomba vizuri, hiyo nalabudishi eh. Maombi juzi nikapokea simu kutoka kwa kanisa la TAG tena la kiongozi, mtu anapiga simu, siyo ameipata wapi simu yangu, akanambia baba, tunakufa. Nikauliza nini, asema mchungaji wetu mliyemleta hapa hana habari kabisa ya maombi hata washirika tukijikusanya tufanye maombi anatukemea, nani amewaratibia maombi? Akaniambia tangu Januari mpaka hii sasa Novemba hatujawahi kukesha hata mara moja, yaani mkesha ni hadithi. Jamani ninatuulizane tu vizuri, moto wa uamsho utoshukaji wachungaji eh? wa siku nyingi jamani Nami nafahamu wachungaji wengi hawaendi kwenye mikesha. Hmm? Unajua mchungaji, kama usipoenda kwenye mkesha umeupuuza mkesha, na washirika watapuuza. Hmm? Mimi niliyo mbele yenu kwa kweli ni mzee kuliko nyie wote hapa pengine. <laughs> Lakini nikisafiri narudi, kama ni siku ya Ijumaa, nakwambia naweza kupitiliza kwenye mkesha na washirika wanajisikia vizuri wakiniona, jamani. Amina. Amen. Wachungaji, simuulizane wenyewe hapa, mara ya mwisho mkesha ulienda lini? Maana mimi sitaki niulize hapa, nitawatendesha dhambi. Muulizane wenyewe. Wachungaji ninyi mnaohitimu hapa mnaenda kuwa wachungaji na wengine ni wachungaji, tafadhali tukahimize mikesha tukahimize mikesha. Nilijua, najua mahubiri kama mafundisho kama haya sitegemee kupata vigeregere, sitegemee kupata ya, ameni kubwa kubwa, lakini mi nimejitia nguvu mwenyewe katika Bwana kwamba mimi nitanena tu, mi nitamwaga mbegu, ikiangukia pazuri yote, ikiangukiwa kwenye mwamba ndege wachukue basi lakini naamini hapa ni mahali penye udongo mzuri. A, niko na makamu wa askofu mkuu wa kanisa la TAG ambaye ndio alikuwa mgeni rasmi katika mahafali haya ya North Eastern Bible College pamoja na Global University Baba Amina. shikamoo. Marhaba. Bwana asifi sana. Amina. Hongera kwa kazi kubwa tunashukuru Mungu. mm. E, kama mgeni rasmi tuambie kile ambacho umekiona hapa kile ambacho kimefanyika kwa kweli tunamshukuru Mungu wetu kwa sababu ni Mungu wa maendeleo mm -hmm. Ah, nimekuwa mgeni rasmi mahafali ya kwanza hapa, tulifanyia nje, lakini nimeshangaa sana mahafali ya pili, kuna majengo yamesimama leo, tumefanyia ndani mm -hmm. lakini na mahafali ya pili imeangalau ina wahitimu wengi kuliko ile ya kwanza. Kwa hiyo tunapoona kitu kinakuwa mm -hmm ndipo unajua kazi ni nzuri kuliko unabaki pale pale. Halafu pia kule Ulobo University nimekuwa kwenye mahafali pale kama mara tatu au mara nne, na o una unaona wanakuwa kwa spidi sana, maana zamani walikuwa pamoja, tumetenganisha tu mwaka jana kwamba sasa hapana, nyinyi North Eastern Bible College mwe na eneo lenu halafu na nini ambao ni Global University mwenye, na tunashukuru Mungu, na wao tayari wana kiwanja, baadaye tunategemea watajenga na wao watakuwa na campus kubwa kama hii. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana, tunamshangaa huyu anayoyatenda katika kanisa letu yanapita ufahamu. E, na mimi nilikuwa mtu wa kwanza kwanza, tuliponunua eneo hili palikuwa porini kabisa. Sasa leo ninapoona maghorofa yanapanda, acha Mungu aitwe Mungu kwa ajili ya ufalme Eh. wanafunzi ambao wamehitimu wanaenda kufanya sasa kazi, wewe kama baba, una neno gani la kuwahusia? Ah, nadhani umenisikia nikiwa pale, nimejaribu kuwahusia. Nimehusia mambo makubwa mawili, wahakikishe wanakuwa watu wa maombi. Jambo la pili, nimesema wahakikishe wana hubiri habari za Roho Mtakatifu na kuwaombea watu ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haya mambo mawili ndio msingi mkubwa wa waamsho. Haya mambo mawili ndio msingi wa kanisa kuzaliwa lenye nguvu. Ukipoteza Roho Mtakatifu wa kweli, we unakuwa huna kitu, naona. Ukipoteza maombi, nakwambia unakuwa sawasawa na dini zingine tu. Tofauti yetu sisi ni Roho mtakatifu namba moja, maana ndio kibiriti cha moto wa uavu na ndio kibiriti cha maisha matakatifu matakatifu. Eh, alafu na maombi kwaini. Nimesha waasa pale, na naendelea kuwaasa tena, watakapokuwa naendelea kusikiliza, pengine hizi mnazo rekodi, na si wale waliohitima tu. Nataka nizungumze na wa Tanzania Assemblies of God popote walipo, kwamba chonde chonde hatutatekeleza maono yetu kama tutapoteza maombi, kama tutamwacha Roho Mtakatifu mm. Kwa kweli tutakuwa ni kanisa la kawaida mm. Eh, kwa hiyo ndio maoni yangu amina. Eh, asante baba, Mungu akubariki sana amina, asante Mungu awabariki, amina. Na mimi nashukuru kunipa nafasi ya kusema mawili, amina baba, asante, asante.